Habari za mchana ndugu waandishi wa habari na wasanii ambao baadhi yao wamefika hapa mbele yetu. Kwanza kabisa, napenda na nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuamsha salama na kuwepo hapa sasa hivi. Vile vile nachukua nafasi hii kwa niaba ya Global Publishers na Dar Live kutoa pole zetu za dhati kwa msanii mwenzetu Roma, ambaye siku kama leo na wakati huu tulingekuwa naye hapa mbele yetu. Mwenzetu amepatwa na kadhia na na maumivu, kwa hiyo ameshindwa kuja hapa vilevile, kupelekea kwamba onyesho hili ambayo tulikuwa tumeliandaa pamoja na hawa wasanii ambao mnawaona hapa hata kuwepo Ah, uh, itakumbukwa kwamba wakati tunaandaa onyesho la Pasaka, Roma alikuwa mzima kama sisi, na wakati tunaendelea kufanya matangazo, bahati mbaya, kukatokea mkasa ambao ulimkuta, nadhani Watanzania wote wanajua, na kwa hivi sasa hali yake sio nzuri kwa hiyo naomba vilevile vile Watanzania wote tuendelee kumwombea dua kwa maumivu ambayo anaendelea kuuguza, ili aweze kurikava mapema arudi tena kwenye game. Ah, nimewaita hapa ili kuwaeleza kwamba sisi Dar Live tumeandaa show ya Pasaka ambayo itaanza asubuhi siku ya Jumapili tarehe 16 mwezi wa nne. Kama kawaida, kutakuwa na show za watoto ambazo watoto mara, mara zote huwa wanafika Da Live kuogelea, kuslide, kucheza bembea, kupanda train, kupanda ndege na kadhalika. Uh, matukio hayo yote yatakuwepo na tumejiandaa vizuri uh, vile vile Jioni sasa kutakuwa na show ambayo atakuwepo Juma Nature, atakuwepo Msagasumu, atakuwepo Harmorapa, atakuwepo Dula Makabila, atakuwepo uh, MC Darada watakwepo usiku ule. Kiingilio ni shilingi elfu tano kwa wakubwa na shilingi elfu mbili kwa watoto. Watoto wataanza saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni. Sisi kwa upande wetu, Dar Live, tumejiandaa kwa ulinzi kwa ajili ya kuhakikisha <clears throat> watanzania wote watakaotaka kuja pale watakuja na kurudi salama. Kwa hiyo hapa a, ambaye angekuwepo tena Juma Nature hata, hatakuwepo kwa sababu Leo ana show Zanzibar, ya um, inaitwa sauti za, za Busara. Kwa hiyo tumemkosa kwa sababu tiketi yake ilikuwa ime, imekuwa asubuhi, lakini tutakuwa naye na Roma. Uh, tumejitahidi kadiri ya uwezo wetu kufikiria kwamba kama angeweza kushiriki, lakini ameshindwa kwa sababu eh, nadhani watu wengine kwenye mitandao wameona ame kumbe, amevunjika mkono, kuna sehemu fulani amevunjika mkono, kwa hiyo ana POP hawezi kuperform, na sio hilo tu, lakini psychologically kwa maumivu anayoyapata asingeweza kuwa vizuri kia akili na kiafya. Sasa, kwa haya machache, niombe tu niwatambulishe, niwatambulishe wasanii waliopo hapa tukianza na upande wangu wa kushoto, huyu anaitwa Dula Makabila, wasalimia watu. Anayefuata, anayefuata hapa anaitwa Harmorapa, anayefuata pale anaitwa Msagasumu, yule pale anaitwa MC Dalada. Kwa haya machache, nadhani ningetoa fursa kwa kama kuna maswali niweze kuyajibu, na kama kuna lolote lina, linaweza kutoka wasanii wazungumze. Kikubwa tu kwamba mimi ningependa kuwakaribisha wote ambao wanapenda burudani mziki kusapoti mziki wetu wa Singeli pamoja na mziki wa Bongo Flava kwa sababu wote ni mziki wetu. Umeona? Mimi nitakuwepo eneo lile pale kama Dula Makabila. Nitapiga ngoma zangu kadhaa na watu watafurahi. Kwa hiyo naomba tu mashabiki wangu waje kwa wingi. Umeona? Tuje kucheza Singeli. Ulinzi upo kutosha kama mlivyoambiwa. Umeona bwana. Muje pale tucheze, niko na wanangu hapa kama walivyotambulishwa. Umeona bwana. Sema kikubwa kama mnavyojua aga kulama muhimu. Ah, tuwezi kwenda na wewe sababu jaulamba mama bia zangu umekunywa, nchakula umekula mbia zangu umekunywa, nauli nauliza, utatoa utoi? Ebwana, tuje kwa wingi jamani, tuje kwa wingi, I mean to work with fly today <laughs> Yeah <laughs> Ya, cha kwanza niseme tu nashukuru kwa Global Publisher kunipa hii fursa ya Jumapili ya Pasaka kufanya show. Nachoomba mashabiki zangu na watu wote wapenzi wa mziki wa Bongo Flava kwa ujumla wahudhurie tu viwanja vya Dar Live kwa ajili ya show mzuri ambayo itafanyika siku ya Pasaka. Sina cha kuambia kwamba kama alivyodai, ulinzi utakwepo kutosha, vurugu zote zitadhibitiwa, wale majeuri jeuri, wale ambao

Tulikuwa wasafi kabla WCB, maneno yao machafu yanivunjisi CV, navyopanda chatu anapata BP. Yule mshambani nani anaongea kuhusu mimi? Eti mimi ni nyani, ni soko ya nguruwe. Anti mpe vipodozi na bwana wako ajichubui, unaongea kuhusu nini? Pakae mkata viuno, unaongea kuhusu mimi? oh. Harmorapa <laughs> Eh, bwana kama kawaida, kama ule utangaziwa pale Maswalini hapo kabali yao, msaga sumu siku ya Jumapili, msaga sumu, Harmorapa, unamkuta dula makabila. Ni show ya Kiswahili, kwa hiyo natamani waswahili wote tukutane pale Mbagala, Da Live mapema tu wanangu, kuanzia saa mbili mpaka kimajogo kwa shilingi shilingi 5000. Ni bei simple sana, bei rahisi kama kaida mzee kutegana shemeji. Unataka nigombane na kaka nikipiaswa wewe, unachota kama na kila kukicha, nafanya vibwe kakanga inakuanguka mbele yangu nache sunajua situpo wawili tu kaka kijua sema unanitega shemeji unanitegama ni hivyo. Yani, wanangu, sio kukosa. Mimi labda niongee kitu kimoja kwamba hii ni sikukuu ya Pasaka ambapo Dar Live kama Dar Live imeandaa tamasha kubwa sana ambayo ni event kubwa. Kwa hiyo kama Darada Classic, takuwa nimejiandaa kwa ajili ya performance moja kubwa sana kwa mashabiki wangu wanaonikubali kwamba tukutane tarehe kumi na sita pale uwanja wa taifa kwa ajili ya burudani kubwa kabisa ambayo yonad, imeandaliwa pale Dar Live. Kubwa zaidi ni kwamba nitasimama vizuri. Najua kazi zangu mnazielewa, mnazisikiliza kupitia media, pia magazeti mnaona. Kwa hiyo nadhani mtakuwa mnasubiri bonge moja la show. Labda tu kwa wadau wangu niwaonjeshe kidogo, au vipi? msaga samani mama, nachokiona siamini, kinachanganya na sijakoma. Naamini unapokwenda gengeni vani kabu, mama sula na eleni macho vinadanganya, vinadanganya. Unaporudi gengeni dela lenye mapana na kuomba jichunge, mama chura anachanganya, ebanae Dula anachanganya, tujipange basi. Mbili kamili, mnakuwa mmejaa au vipi? Wote tumewasikia wasanii hawa wamejiandaa vilivyo.